Daktari um, kama daktari bingwa upasuaji, na na changamoto nyingi sana um, sio um, kila siku, lakini at least mara moja moja utapata yule mgonjwa ambaye anaku challenge, yani anakufanya ufikirie zaidi, hasa kwenye mazingira yetu like ya Kiafrika ambapo unakuta um, hey, hauna resources, hauna miundombinu yote ambayo unahitaji kumtibu mgonjwa vizuri, lakini pia wagonjwa unakuta baadhi ya wagonjwa ambao wanakuja wana kwako, hawana pia fedha ya kuweza kupata um, matibabu kamili au kupata vipimo vyote ambavyo uh, vinahitajika kwao. Mara nyingi inabidi tu um, eidha, so kuna vitu vile, eidha utake risk ya, ku, ya kumfanyia upasuaji na kuangalia ambacho kipo jaribu kumsaidia au uh, jambo la pili ndio hivyo, hujaribu kufanya ufanya um, uh, kinachotakiwa na basically waingize uh, kwenye kwenye umaskini kwa sababu uh, ya vitu ambavyo vinavyohitajika kwa sababu uh, yaani, ukikuta kwa mfano kama mgonjwa ambaye labda na tu mgonjwa na maumivu ya tumbo, umefanya x-ray, ultrasound, haujaona kitu, kipimo ambacho kina kinashauriwa kinapendekezo mara nyingi wa ni CT scan Lakini sasa sio hospitali zote ambazo zina, zina CT scan na sio wagonjwa wote ambao wana uwezo wa kulipia hicho kipimo. Unakuta mara nyingi unalazimika tu kufanya upasuaji wa kufungua na kuangalia nini kilichopo. Um, nikisema ni, uh, sasa wagonjwa wako wengi. Sasa juzijuzi hapo kulikuwa na mgonjwa ambaye alikuja nipigiwa um, simu uh, daktari wa kitengo cha dharura, mgonjwa alikuwa amechomwa na, na zile sindano za kushonea viatu. Alikuwa uh, anagombana na, na mwenzake akamchoma uh, shingoni. Na hiyo amechomwa ilikuwa ni saa saba za mchana, kwa mchoma saa saba za mchana akapelekwa kwenye kituo wa cha afya, wakampa walimpa tu drip ya maji, wakampa rufaa wakaenda kwenye hospitali ya wilaya kama si ya mkoa. Pale wakakaa naye pale, wakamfanyia waka vipimo vya awali, wao hawakuona shida shida, basically hawakuweza pia kum, uh, kumsaidia vizuri. Kwa hiyo waka wakampa waka rufaa aje kwenye hospitali yetu sisi ili tuweze kumwona, na alipofika, of course, tuka na namwangalia mapigo yake ya moyo, pressure zake, na vipimo vile vya awali alikuwa vizuri. Um, lakini pia tukajaribu kumfanyia x-ray na vitu vingine. Sasa basically hawakuwa na na pesa ya, ya kufanya vipimo vingine, lakini sasa hata mwenyewe nikafikiri kwamba atakifanya vipimo vingine mwisho wa siku bado tu um, lakini jambo zuri tutakuwa tumekumfanyia pasoji na kuangalia kama kuna shida yote ile ambayo imetokea. Kwa hiyo tukafanya upasu, uh, upasuaji tukafungua, uh, hiyo sehemu ambapo hiyo sindano ilikuwa imeingia na tukakuta sindano ilikuwa imepita kwenye mshipa wa damu wa unaopeleka damu kwenda kichwani, tunaita tunaita karotid artery uh, <laughs> yeah, so, uh, ilikuwa ni uh, changamoto kwa sababu unajua karotid artery. Uh, mshipa huu wa damu ni mshipa ambao kama nilivyosema kwamba unapeleka damu uh, kichwani kwenye ubongo, kwa unajua kabisa kwamba ni mshipa ni mkubwa na unapeleka maji unapeleka damu nyingi sana. Kwa hiyo of course, um, uh, tulifanikiwa ku, ku, ku, um, kuitoa na hapakuwa na shida nyingine ambayo ime, ime, ime ilikuwa imegundulika. Kwa hiyo tulifanikiwa kuitoa vizuri na tukaweza ku kuripea ku, ku ile sehemu alipokuwa ameumia. Sasa um, of course sasa, kwa bahati mbaya s so um, uh, ukiweka jeraha aliyoko melipata pamoja na muda ambao alikuwa ameuchukua uh, mgonjwa alipata dalili za stroke baada ya upasuaji siku ya kwanza, lakini uzuri ni kwamba tuli kuna dawa ambazo tulikuwa tunampa, na tunamshukuru Mungu kwamba zilimsaidia na akarudi kwenye hali yake ya kawaida mpaka tukamruhusu. Uh, I think, kwahiyo ni changamoto, in such a way kwamba hauna vipimo vyote vya kuweza kum, kumsaidia mgonjwa kabla ya kumfanyia upasuaji lakini pia kwangu mimi um, alikuwa ni mgonjwa ambaye ni interesting uh, kwa nikwangwa hasa kwenye mali um, nilipo kwenye karia yangu ya upasuaji. Nilijifunza jifunza, jambo kubwa ambayo nimejifunza ni kuwa tayari wakati wowote ule. Unajua, hauwezi ukajua ni wakati gani utahitaji kumsaidia mtu uh, um, kwa hiyo ni usifikiri kwamba ni unahitaji vitu vikubwa vikubwa sana ili kuweza kutoa msaada anza. um, tuna vitu vidogo vidogo ambavyo unavyo. Kuna vitu vidogo ambavyo unaweza ukawa msaada kwa watu kwa, unaweza ukatoa muda wako kushauri watu, unaweza ukatoa pesa pia kama unayo, unaweza ukatoa ushauri kama nilivyosema. Kuna, lazima kuna kitu ambacho unaweza okay, ukatoa, ili kumsaidia, kumsaidia mtu kwa hiyo ya alafu pia nitajifunza uzuri ni kwamba hata ile hospitali waliompokea walitupigia simu wakatupa taarifa mapema. Kwa hiyo tuko tunajua mtu huyu yupo, kwa hiyo ni jambo uh, zuri pia. Kwa hiyo um, ukiona changamoto ambayo huiwezi au unaona kabisa kwamba itakuwa juu ya kiwango chako, unaweza ukawasiliana na mtu ukaomba msaada. Usijaribu kufa mwenyewe, unajua eh? Uh, maisha haya uh, unatakiwa una, una kuwa na watu ambao wanakuzunguka ambao wanaweza kukusaidia kwa namna moja au nyingine. Na ukipata marafiki kama hao, yani watunze. Yani, um, ya, yani, sio lazima kuwa unawapigia simu kila wiki, lakini angalau hata ukijia mara moja moja hivi unawatumia tu kama message angalau tu ile ujue kabisa kwamba kuna watu fulani ambao wanaweza kukusaidia pia. Lakini pia kwa upande wa mgonjwa sasa, unajua changamoto ya ya mtu anaumia saa saba za mchana alafu sisi tulimpokea hospitalini ilikuwa almost saa tisa hivi za usiku wa manane. Kwa hiyo alikuwa amekaa almost masaa kumi na tatu kumi na nne bila matibabu akiwa na hiyo sindano, lakini kimepokea sijui kwenye saa nane sikumbuki vizuri mda, lakini nakumbuka ilikuwa nye usiku wa manane wangalau amekaa karibia masaa kumi na mbili akiwa na hiyo sindano shingoni, na yanajua sio comfortable sana. Kwa hiyo ambacho nataka tu kuhimiza um, watu ni like, um, fanyini maamuzi ya haraka na mapema. Anajua changamoto kama nilivyosema, matibabu yanahitaji pesa, yanahitaji fedha na uh, watu wengi hatupo yan tukipata dharura changamoto pia ni hiyo, watu wengi sana tunaga uh, pesa ya dharura pia. Kwa hiyo um, kujitahidi tu kuwai mapema hospitalini ili at least mgonjwa awe comfortable pia, na of course, jambo jingine ndio hiyo at least, jaribu kuwa na kahela ka akiba, dharura ikitokea, ujue namna gani ambavyo unaweza ukapata matibabu haraka sana, kwa sababu huwezi kujua inawezekana angekaa uh, muda kidogo na, na na hiyo sindano, well, angepata kiharusi kweli, na matokeo labda yasingekuwa mazuri sana, kwa hiyo yeah. Yeah. Najifunza vitu vipya kila siku na namshukuru Mungu kwa kunipa hii fani ya udaktari.